Shemeji wangu mtamu sehemu ya pili. Aliondoka Valentino, nikabaki mimi na shemeji tukiwa wawili tu ndani. Nilipomaliza kuandaa chakula mezani, nilienda hadi kwenye mlango wa chumba cha shemeji nikamuita, shemeji, chakula tayari mezani. Akanijibu kwa sauti ya kawaida, sawa, nakuja. Valentino ameshaenda shuleni? Nikajibu ndiyo, kaenda. Akasema tena sawa, nakuja sasa Nikarejea dining kumsubiri. Nilijua nitamnawisha mikono kisha niondoke zangu. Baada ya muda, alikuja akavuta kiti akakaa na kuniambia, kaa na wewe tule wote bwana. Nikajibu, usijali shemeji, nipo sawa, nitakula baadaye, endelea tu. Akasema, mbona unanipa tabu sasa? huwezi kuliangalia ni kila peke yangu? hebu njoo tule wote bwana. Nikamkubalia, nikakaa naye Nikamwagilia maji akanawa mikono, nami pia nikanawa, tukaanza kula pamoja. Cha ajabu, muda mwingi shemeji alikuwa ananitazama tu, nikimtazama anajifanya kama hajafanya chochote. Nilijaribu kupuuza tabia hiyo. Baada ya kumaliza kula, nilikusanya vyombo nikavipeleka jikoni, kisha nikarudi chumbani kwangu kupumzika. Nikiwa nimelala kitandani, nilihisi kama kuna mtu anachungulia mlangoni. Niliamka kwa haraka nikatizama nje, lakini sikuona mtu. Nikafunga mlango nikarudi kitandani kuendelea kupumzika. Ilipofika saa kune na nusu jioni, niliamka nikaoga, halafu nikaenda jikoni kuandaa chakula cha usiku. Nilipika wali na rosti ya maini, kisha nikatengeneza juisi ya matunda. Mchoto alikuwa tayari amerudi, hivyo nilimalizia mapemba na kumtuma amuite baba yake chumbani aje kula. Tulikula kwa pamoja halafu nikakusanya vyombo, nikasafisha meza na kuosha vyombo jikoni. Mimi hupenda kufanya shughuli zote usiku, maana asubuhi naenda kazini. Nilipomaliza, nilienda zangu chumbani kupumzika. Wengine wote tayari walikuwa wamelala. Nikiwa nimelala kitandani, nilihisi kama kuna mtu ananigusa mgongoni, akashusha mkono mpaka kiunoni. Nilishtuka, nikainuka haraka. Kulikuwa na giza. Kwa hofu, nikaanza kupiga kelele. Ghafla nikazibwa mdomo. Yule mtu aliniambia kwa sauti ya chini, tulia Sasha, ni mimi, shemeji yako. Niliogopa sana, nikajikunyata ukutani nikiwa natetemeka. Shemeji aliinuka na kuwashata. Wakati huo, Valentino naye aliingia kwa haraka akisema, mamdogo, kuna nini kimetokea? Shemeji alijifanya hajui chochote akasema, shemeji, labda umeota ndoto mbaya au kuna kitu kimekushtua? Nikashindwa kueleza ukweli, nikajibu kwa haraka, huwezi amini, kulikuwa na mjuzi mkubwa, alinitembelea mgongoni, nimeupiga na kuurusha huko, ndio maana nilipiga kelele. Valentino alijibu aa, unajua jinsi unavyowaogopa mjuzi, pole sana mamdogo. Shemeji naye akasema, sasa tulia, tupo hapa, tumeamka wanaume wawili, huyo mjuzi hatuwezi kumwachia. Nikajibu Sawa mwanangu, nisameheni kwa kuwasumbua usiku huu. Shemeji aliondoka huko akinitazama na kunibinya nje, kisha akaenda zake. Valentino naye alisema, ukihitaji chochote niite tu, mama mdogo. Nikajibu, sawa mwanangu, kalale sasa. Nilibaki nijiuliza maswali mengi, huyu shemeji anamaanisha nini na tabia hizi? Nilijaribu kulala, lakini mawazo yalikuwa mengi kichwani. Hatimaye nilijikuta nimelala. Asubuhi ilipofika niliamka kama kawaida, nikajiandaa, nikamsaidia Valentino, kisha tukaondoka wote na shemeji kwenye gari lake. Niliketi nyuma, shemeji na Valentino walikuwa mbele. Kwenye kioo cha mbele shemeji alikuwa ananitazama. Nilipoinua macho, tulikutana uso kwa uso kupitia kwenye kioo. Alinitazama, kisha nikabinya jicho kwa tabasamu la ajabu. Niliinamisha uso kwa aibu. Nilipomtazama tena kwa siri kupitia kioo bando alikuwa ananitazama kwa mtazamo wa mahaba. Tulipofika shuleni, Valentino alishuka, safari iliendelea nikiwa na shemeji peke yetu. Nilitamani nishuke, maana sikuwa na amani. Ghafla shemeji akalok milango ya gari, akauliza: Sasha, mbona huwezi kunitazama usoni? Nikajibu kwa sauti ya chini, niko sawa tu. Shemeji akasema, usione aibu Sogea unishike mkono, kwani kuna tatizo gani? Nikakataa nikasema, hapana. Shemeji akauliza, sasa shida ni nini? Uniambie. Mimi napenda sana jinsi unavyonitazama, jicho lako lina mvuto sana, Sasha. Nikajibu kwa sauti ya hofu, sawa shemeji, lakini nilikuwa natetemeka. Gari lilikuwa linaenda taratibu, kama vile anapanga kusimama. Itaendelea.